Kundi la jela linajaribu kumdhulumu mfungwa mpya, hawakujua alikuwa muuaji hatari. Fikiria kuingia gerezani, si kama mhalifu, bali kama mzimu, mzimu wenye historia ya giza ya kifo, hivi kwamba hata wahalifu wakali zaidi wangeweza kutetemeka kama wangejua. Darren Thorne hakuwa mfungwa wa kawaida, alikuwa muuaji wa kukodi wenye sifa ambayo ingeweza kugandisha damu. Lakini ndani ya gereza la Redmore alikuwa uso mwingine tu. Shabaha rahisi kwa dhalimu mkuu wa gereza, Razer. Kunini hutokea mwindaji anapomchagua anapomchagua mawindo mbaya? Kunini hutokea Razer anapomwangusha Darren sana? Bonyeza subscribe na subscribe na wa washa kengele ili usipoteze hadithi kama hii. Endelea kutazama kwa sababu hadithi hii inakaribia kulipuka. Mfungwa mpya Thorne, fuata maagizo yangu kwa usahihi. Nimelewa, afisa. Niko tayari kwa usindikaji. Imekuwa muda mrefu tangu nilipokuwa mahali hivi kimya. Daima hivyo kimya kina maanisha utaratibu, usikichanganya na amani. Thorn, umepitia kuingizwa kabla, sivyo? Unatembea kama mtu ambaye ameona ndani kabla. Unafikiri hivyo? Tazama samaki ampia spaika. Nafikirini mkali ndio bosi. Ni kimya sana kwa maslahi yake mwenyewe. Nimesikia wewe ni nyama mapya sawa, kutoka kwa basi block hii ina. Ninafahamu sheria za grezani nini? Paka alikubeba ulimi? Hey, wewe kiziwi? Kijana mpya, ninakusikia. Ninapima tu mbinu yako. Wakati wa kulipa heshima yako Thorne, au mambo yanakwa machafu. Silipime tu yeyote ushuru. Unaelewa vibaya. Kimya changu siwoga, ni uchunguzi. Chochote unakita hakita kuokoa wengine. Wananita Kivuli. Unapaswa kujua jina hilo linamaanisha nini. Kivuli? unazungumzia nini? Jina peke yake la gereza la Redmore lilianzisha picha za kukata tamaa na vurugu. Kwa Darren Thorn, ilikuwa kituo kingine tu. Alitembea kwa nema ya kimya ambayo iliipinga dhoruba iliyokuwa ikiwaka ndani yake. Macho yake ya gizana yasiyosomeka yalisukuma uwanja, yakichukua kila undani, kila tishio linalo wezekan. Alijibeba kwa ujasiri wa mtu aliyejua hasa alikuwa nani na kile alichoweza kufanya. Sifa ya Darren haikuwa imemtangulia. Ndani ya kuta hizi alikuwa metu mwingine wa Afrika aliyepotea katika msongamano, hiyo hasa ndivyo alivyotaka. Alitaka kuwa asionekana, kivuli kinachuta kwenye pembe. Lakini gerezani, kutojulikana ni anasa, wachache wanaweza kumudu. Razer, mlima wa misuli na mikoro, alitawala la Redmore kwa makono wa chuma. Neno lake lilikuwa la mwisho. Aliongoza kikosi cheke kwa yukali, na mtu yeyote aliyemvuka alilipa bei. Razer alimwona alimwona Darren kama shabaha rahisi, mtu mpya wa kimya, asiyejitokeza aliyekoma kuchunwa. Mekutano wa kwanza ulikuwa wa hila, mtihani wa waʼazimiola Daren. Raizer nakikosi cheke walimzunguka Daren kwenie mistari wa chakula, walijaribu kumnyongea kwa yuwepo wao. semaki mepya, Raizer alikereka kereka. Jinalako ni nani? ali uliza. Daren alikutana na macho yake bila kuogopa. Thorn, ali jibu. Thorn tu. Razer alicheka. Hapa, hapana buana, hakuna heshima kwa wazi wako. Darren alibaki kimya. Hawakuwa tayari kucheza mekezo wa Razer. Moja wa askari wa Razer, mhalifu mwembamba aliyeitwa Spider, alimsukuma Darren kutoka nyuma. Mjibu mtu anapozungumza nawe, Thorn. Darren hakuogopa. Aligeuka tu kichwa chake, macho yake yakifunga kwenye Spider. Kulikuwa na kitu kwenye mtazamo wake, baridi iliyofanya Spider kusita. Mwache, Darren alisema. Razer alitembea mbele, mwili wake mkubwa ukimzidi Darren. Amanini, Thorne, utafanya nini kuhusu hilo? Darren hakusema chochote. Aliangalia tu Razer, kimya chake kikitisha zaidi kuliko maneno yoyote yangeweza kuwa. Razer, kwa muda mfupi akiwa amechanganyikiwa, alirudi nyuma. Tutakuona tena Thorne, tutaona unatengenezwa na nini kweli. Razer na kikosi chake walipotoka, Darren alijua hii ilikuwa mwanzo tu. Doruba ilikuwa inakuja. Uthalimu uliongezeka haraka. Malindogo za Darren zilibwa. Kitanda chake kilivunjwa. Alikuwa akigongwa na kusukumwa mara kwa mara kwenye njia. Razer na kikosi chake hawakuwa na huruma. Wakijaribu kuvunja roho ya Darren, kumlazimu ati. Darren alivumilia yote kwa kimya. Hakujipizia kisasi. Hakulalamika. Alipokea tu mateso, hasira yake ikitokota chini ya uso. Alikuwa chemchemi iliyokazwa, ikisubiri wakati sahihi wa kushambulia. Joni moja, Razer na kikosi chake walimkandamiza Darren kwenye chumba cha kuoga. Wakati wa kukufundisha somo, Thorne, Razer alisema akipaza ngumi zake. Wakati wa kukuonyesha bosi Walimshukuru bila onyo, mvua ya ngumi na mateke. Darren, licha ya kuwa na idadi ndogo, alipigana na ukali mkali. Alitembea kwa kasi na usahihi uliokanusha tabia yake ya utulivu. Aliepuka mapigo, akatupa ngumi na kutumia uzito wa wapinzani wake dhidi yao. Mapambano yalikuwa makali ya damu na mafupi. Ndani ya dakika chache, kikosi cha Razer kilikuwa kimepachikwa sakafuni, wakilia wakiwa wameumizwa na mkanganyiko. Razer mwenyewe alikuwa magotini, uso wake ulikuwa bendera ya maumivu na kutokuamini. Darren alisimama juu yake, macho yake yakiwaka kwa gadhabu. Nilikuonya, alisema, sauti yake chini na hatari. Niache. Aligeuka na kutembea zake, akimwacha Razer na kikosi chake kulamba majeraha yao. Ujumbe ulikuwa wazi. Darren Thorne hakuwa wa kuchezewa naye. Habari za mapambano ya chumba cha kuoga zilienea kama moto mkuu kupitia gereza la Redmore. Wafungwa walinongona kuhusu Darren Thorne, mageni wa kimya ambaye alikuwa amemshinda Razer na kikosi chake. Uvumi ulianza kusamba kuhusu historia yake, kuhusu mambo aliyofanya. Wengine walisema alikuwa askari wa zamani wa kikosi maalum bwana wa mapambano ya mikono. Wengine walidai alikuwa muuaji wa serikali aliyefunzwa kuwa kwa ufanisi mkali. Ukweli bila shaka ulikuwa wa kutisha zaidi. Razer akiwa amefedheheshwa na akiwa na hasira, aliapa kisasi. Hakuweza kumwacha Daren ende bila haki. Alipaswa kudai nafasi yake kama alfa wa gereza la Redmore. Alianza kupanga kukusanya washirika wake waliosalia, akijiandaa kwa mapambano ya mwisho. Lakini Razer hakujua alikuwa anamshughulikia nani. Hakutambua kuwa alikuwa ameamsha jitu lililolala, nguvu ya asili ambayo hivi karibu ni ingetwa ghadhabu yake juu yake. Mmoja wa wanachama wa kikosi cha Razer waliobaki, kijana wa wasiwasi aliyeitwa Twitch, alianza kuchimba historia ya Darren akitumia simu ya mikononi iliyopelekwa kwa siri, aliweza kupata hifadhi data zilizozuiliwa. Kile alichokipata kilipeleka baridi kwenye uti wa mgongo wake. Aligundua kuwa Darren Thorne hakuwa tu kijana makali, alikuwa muuaji wa kukodi maarufu, hadithi katika ulimwengu wa uhalifu. Alikuwa ameondoa baadhi ya watu wenye nguvu zaidi na hatari katika nchi. Jina lake lilikuwa sawa na kifo. Twitch alikimbia kwa Razer, sauti yake ikitetemeka kwa hofu. Razer, hutamini hii, alisumbuliwa Thorn. yeye ni yeye ni muuaji wa kukodi wa kweli. Razer alicheka, muuaji wa kukodi? usiwe na ujinga Twitch, yeye ni vijana tu. Hapana Razer, na maanisha, Twitch alisitiza, niliona faili yake, amewaua watu kadhaa, yeye ni mtaalamu Ujasiri wa Razer ulilegea. Ghafla alitambua uzito wa hali, alikuwa amefanya makosa na mtumbaya, alikuwa ameamsha mnyama. Razer sasa akimezwa na hofu na kukata tamaa, aliamua kuchukua hatua za mapema. Hakuweza kusubiri Darren apige, alipaswa kumwondoa kwanza. Alikusanya kikosi chake kilichobaki na kuwapa silaha za haraka: visu, rungu na vijiko vilivyonolewa walimvamia Darren kwenye uwanja wa gereza wakimzunguka kwa nia ya kutisha. Imekwisha, Thorne, alikoroma sauti yake ikitetemeka kwa machanganyiko wa hofu na hasira. Unaenda chini. Darren alitabasamu, tabasamu baridi la kuwinda ambalo lilipeleka matetemeko kwenye uti wa magongo wa Razer. Hujifunzi kamwe sivyo? alisema Mapambano yalikuwa ya haraka na makali. Darren alitembea kwa kasi na usahihi uliokuwa karibu wa kiungo. Aliondoa silaha wale waliomvamia, akiwapunguza nguvu kwa ufanisi mkali. Alikuwa kisulisuli cha vurugu, nguvu ya asili iliyofunguliwa. Razer aliangalia kwa hofu kikosi chake kikila, moja baada ya mwingine, mili yao ikigaramia sakafuni. Alijua alikuwa ameshindwa amepitwa na hakuwa na chaguzi. Razer alifanya msukumo wa kukata tamaa kwa Darren, akipeperushwa kisu kwa nguvu. Darren aliepuka shambulio kwa urahisi na akatoa pigo la haraka sahihi kwenye ku la Razer. Razer alihema macho yake yakikwa kwa kutokuamini aliposhika shingo yake. Alianguka sakafuni akinasiwa na damu yake mwenyewe. Darren alisimama juu yake. Uso wake bila maoni. Hakuwa ameonyesha huruma, hakuna majuto. Alikuwa tu ameondoa tishio. Wafungwa wengine waliangalia kwa kimya cha kushangaza. Walikuwa wameshuhudia kuanguka kwa, kwa Razer, mwisho wa utawala wake wa hofu. Utaratibu mpya ulikuwa umeanzishwa katika gereza la Redmore. Walinzi walipofika, sauti za polisi zikilia, Darren alisalimika bila kupinga. Alijua matokeo ya matendo yake, alikuwa tayari kuyakabili. Lakini alipungoliwazake hakuweza kuzuia kuhisi kuridhika. Alikuwa amerejesha utaratibu kwa Redmore, alikuwa amejilinda kutoka kwa dhalimu na alikuwa amewakumbusha wote kuwa hata mahali pa giza zaidi, haki bado ingeweza kutumikiwa. Darren Thorne alikuwa ukumbusho kwamba wanaume wengine ni bora kuachwa peke yao. Wanaume wengine ni hatari sana kuchochewa. Unafikiri nini kuhusu matendo ya Darren? Alikuwa na haki katika kile alichofanya au alikwenda mbali sana? Tuambie mawazo yako kwenye maoni hapa chini. Usisahau kubonyeza like na subscribe kwenye channel yetu kwa hadithi zaidi za kushikilia kama hii.